Na mtazamaji, mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi, Muhammad Amin, sasa namtaka aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kukoma kuweka siasa kwenye masuala ya usalama. Na Amin akizungumza siku chache baada ya Gachagua kudai kuwa maisha yake yamo hatarini. Hata hivyo, mkuu huyo wa DCI amesema kwamba madai ya Gachagua ni njama ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa kama Stephen Leto anavyotuarifu. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, mkurugenzi mkuu wa DCI Mohamed Amin amemtupia cheche aliyekuwa naibu wa rais ambaye kwa muda sasa amekuwa akidai kuwa maisha yake yako hatarini. Gachagua Jumanne iliyopita alimwandikia inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kuwa amekuwa akipokea vitisho, hivyo maisha yake yapo hatarini as constituting a threat to his life and property, he should go and report to the nearest police station and not to engage himself in media theatrics. Sasa Gachagua ametakiwa kukoma kutoa semi hizo kwenye mitandao na badala yake kufika katika kituo cha polisi karibu naye na, e, na kuandikisha taarifa. In report come just like in other season of the country will be investigated to its logical conclusion. Gachagua katika barua yake kwa Kanja anadai kuwa misururu ya mikutano yake iliyovamiwa ni ishara tosha kuwa maisha yake yako hatarini. Gachagua aidha anadai kuwa serikali imempokonya walinzi, hatua ambayo imemtia wasiwasi. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.